Ya yep, kwa watumiaji wapya wa YouTube na unahitaji kujua watch time yako. Sasa basi eh, leo nimekuandalia hii video ni kuelekeze jinsi gani unaweza kuangalia watch time kwenye simu yako. Sasa basi nakuomba angalia mwanzo mpaka mwisho. Kabla tujaanza somo letu leo, ni kuombe tu kama mara ya kwanza kutizama video yote eh, video hii kupitia chaneli yetu pendwa ya Rajabsynic, ni kuombe usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, ili upewe wa kwanza kupata kila update mpya eh, ambapo tunakuwa na upload katika YouTube chaneli mm, yetu. Mada yetu ya leo tunaenda kuongelea jinsi ya kuangalia watch time kwenye simu yako. Baada ya kushika simu yako, moja moja, utaenda Play Store, utafungua. Baada ya kufika Play Store, utasubiri hapo load, kisha utatakiwa kuandika maneno haya. Utaenda kwenye sehemu ya kusearch. Mwonekano wako kwako utakuwa tofauti kidogo, kwa maana utakuwa unatumia simu. Kisha hapo utaandika YouTube Studio kama haujai download au kama uifahamu, kama unaifahamu basi utasubiri, baada ya kubonyeza YouTube Studio utasubiri reload, subiri kwa sekunde kadhaa. Naona network yangu inasumbua sana hapa, kila kila kitu kitakuwa sawa kwa sawa baada ya kuandika. Ehe, atokea mwekurukuluau kwa vile mi nimesha download ipo so nita open kama ilivyotaka tu open. Ila wewe ukiwa mpya itabidi udownload, so mi nitarudi kwenye application yangu, nitaitafuta YouTube studio kisha nitaibonyeza ili kuweza kuiopen. Utaisubiri kidogo, kitachukua muda kiasi. Baada ya kufunguka itaonekana kama hivi, unaona kazi itaonekana hivi. So hapo tunataka kujua sasa watch time, watch time iko iko wapi? ni same analysis yani, kupitisha kidogo kwaniongeza hapo, utataka utaona mwenendo wa YouTube channel yako. Je, unapata viewers wangapi? kama unavyoona viewers wangapi, real time yako ni ngapi so watch time utabonyeza kidole cha pembeni cha icon kama US dollar ukishabonyeza, utashuka chini kabisa after watch time. Baada hapo utabonyeza ili kuangalia, ukishangalia hapo chini, hiyo iliyokuja, hiyo ndio watch time. So na hivyo ndio namna ya kuweza kuangalia. Kuanzia sasa utaweza kuangalia eh, eh, watch time kwenye simu yako. Nikombe tu usahau kusubscribe kwa sababu ndo kitu nachokitegemea, na ndo support nayo inayotegemea hasa kutoka kwako. Naomba nikutakie siku njema, bye-bye.